Ikiwa hutonipa ukanda wangu, mimi nimekuja hapa, nikaoga, nikavua ukanda nikauata hapa, nwevaa nguo nikasahau ukanda nikaondoka, weelewa? Naambia mimi hujauona. Ninakwambia sifanyi mzaha, nitaitoa roho yako. Pesa zangu zote zimeomo ndani. Kamwambia mimi bwana mwanangu, mi sijauona ukanda ule. Mzee ule jamaa mwenye nguvu ule kamuulia mbali ule mzee Nabii Allah Musa akiangalia story hazendi, alotukua alo, ukanda kijana mzee miskini amekuja kujiogea tu hapa huwa vipi? Mungu, naambia mimi atanionyesha namna ya watu tukua mdhaifu hutukua haki yake kwa mwenye nguvu yo. Umeona, mwenye nguvu humtukua na dhaifu hivi hivi, matoni live live lakini, yeye ameamrishwa angalie tu kabili Nabii Allah Musa atake kurudi kwa Mwenyezi Mungu ili ajue kile kiswa. Akarudi kwa Mwenyezi Mungu akamwambia, ya rabu, mimi nimekuomba unionyeshe ni ndia gani ni sampuli gani ni aina gani ya mtu mnyonge alonyanyaswa alodhulumiwa alopokonywa alotendewa kinyume iwakpata haki yake kwa ule aliomdhulumu, wewe unionyesha mambo tofauti naonyesha mtu hana hatia yoyote, mwenyewe miskini mekuya huoga metokea, mtu amekuja kumuua mtu amemuua kwa, ku, kwa kudhania huyo ametukua haki yake, alotukua haki ni kijana mwingine. Akamwambia Musa, kwa mtazamo ulivyoona wewe, ni kweli huyasemayo, lakini ni hivi yule mwenye farasi alikuja kwanza akaoga akavua nguo na ukanda. Yule babake yule kijana maskini alikifanya kazi kwa yule jamaa mwenye farasi, amefanya kazi babake miaka nyaka ngia nyaka toka, hawakumlipa pesa zake, walikataa kumlipa, walikuwa matajiri wakamfukuza. Yule kijana akaenda kadai haki ya babake, wakamwambia babako hana haki hapa. Leo Mwenyezi Mungu amemjalia amekuja, ameitunda haki yake yote. Yule kijana yule babake alikifanya kazi kwa babake yule mwenye farasi yule uniomwonao ana nguvu sana, amefanya umri wake wote, hawakumlipa pesa. leo nimemsahilishia apate pesa zake zote. Yule bwana aoge, asahau kanda, aje. Yule kijana achukue mshahara babake wote. Yule kijana amemdhulumu yule mwenye farasi, akaambia haja mdhulumu. Haya, tumejua na yule mwenye farasi kumuua yule mzee wa watu. Asema yule mzee wa watu alimuua babake yule mwenye farasi yule mwenye farasi uliona, alosahau kanda, babake aliuwawa dhulman wa udwanan. Babake alikuwa yule mzee, babake alikuwa takiri sana na alikuwa jeuri na alikuwa na kibri sana yule mzee, umwonavyo, akamua yule mzee. Usimwone sasa ni mzee eh? alikuwa mkorofi ujanani mwake alimua babake yule mwenye farasi bila sababu. Nini? jeuri tu. Leo Mwenyezi Mungu amemjalia yule mwenye farasi, naye aje kulipa kiswasi cha babake. kuna alodhulumiwa Musa <laughs> kanena kweli ya Rabbi. Sinema kali ilikuwa hivi, kila mmoja amechukua haki yake vile ilivyo. We umeniulia babangu, mimi ata sijui kama huyo ndo alioniulia babangu, nimekuja, Mungu akanimakinisha wakati huna uwezo na mimi nikalipa kiswasi cha babangu na wewe ulouliwa babako, babako alim, alimkodisha mtu akamfanyisha kazi asimlipe. Mungu akakujalia ukaja, ukaeka, ukamwambia kijana, njoo uchukue mshahara babako wote, hunu mmekuwekea kitita kimoja. Huno ni mfano wa hapa hapa duniani. Asolipizwa hapa, ajue hana budi kuna na kesho I'mal ma shi'ta kama tadinu tudan, fanya utakalo lakini ujue kila unalomfanyia mwenzako lazima litarudi kwako. In khairan fa khair wa in sharran fa shar, nas'alullah salaamatu. Ikiwa ni khairi, litarudi zuri lile kwako wewe na ikiwa nisha umfanyie mtu zuri lolote, kuna siku na wewe utafanyiwa, au atafanyiwa wako zuri. Na umfanyie mtu baya lolote, lakini kuna siku utafanyiwa wewe, au atafanyiwa wako wenyewe. Wakwambia usemaje, was gone around, come around, si ndio? Round about, maisha ni round about. Pale unapoanza kuzunguka, utarudi pale pale. Kiriba goji goji kiriba na dunia ni kama supermarket. Ukiingia supermarket chagua utakacho, lakini ujue kuna keshia. Kila uliokichagua yahitaji ufanye nini? Ukilipie Ute, hakuna kusamehe ombe, ah, mimi nimesahau pesa. Rudisha utakacho toka nacho, yahitaji kulipiwa. Mwenyezi Mungu atu, atuepushe na dhulma. Hakuna kitu kibaya kama kumdhulumu mwenzako. ittaqu dhulma Fa inna dhulma dhulumatu yawm alqiyama, ogopa kudhulumu, hakika dhulma ni giza katika magiza ya siku ya Kiyama. Dhulma la dhulma, leo Mwenyezi Mungu asema leo hakuna tena, wale walio dhulumu wote leo ndo siku yao ya kurudisha ile dhulma. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushe kila la shari, atujalie minalladhina yasmauna alqawla fayattabiuna ahsana wa aqimissalah.